Karibu sasa katika mjadala wetu leo kutoka hapa DW Kiswahili ambapo uchaguzi mkuu nchini Tanzania uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu uligubikwa na maandamano makubwa ya vijana ambapo baadhi ya maeneo kuliripotiwa pia vurugu na uharibifu wa miundombinu na mali za watu binafsi. Watu kadhaa waliripotiwa kuuawa na wengine kujeruhiwa, lakini wengi wanajiuliza, vijana hao maarufu kama Gen Z waliingia barabarani kudai nini? Kupitia mitandao ya kijamii, baadhi ya vijana hao walisema malalamiko yao ni pamoja na uwepo wa katiba mpya, demokrasia na uhuru wa kujieleza, kusitishwa kwa vitendo vya utekaji, kuachiwa kwa wafungwa wa kisiasa na kadhalika. Leo katika mjadala huu tunaangazia malalamiko ya vijana hawa, namna walivyoingia mitaani kudai mabadiliko hayo na ikiwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan itakuwa tayari kuyasikiliza na kuyazingatia malalamiko hayo. Kuyajadili yote hayo niko nao kwa laini ya simu vijana kutoka Tanzania ambao kutokana na sababu za kiusalama hawakupenda kutajwa majina yao halisi, na leo hii tutawaita James na Debora ambao eh, walifuatilia kwa karibu maandamano hayo. Eh, karibuni eh, James na Debora, asante. Ndio, nikianza kwako kwa Debora. Uh, vijana walionekana wakimiminika barabarani siku hiyo ya uchaguzi uh, lakini mbali na yaliyotajwa mitandaoni na haya niliyoyasema hapa mwanzoni, unafikiri malalamiko yenu nyinyi kama vijana yaliwekwa wazi, au kwa uchache tueleze mlikuwa mkidai nini? Uh, kikubwa tulikuwa tunadai uhuru wa kuzungumza maana hatuna uhuru wa kuzungumza mkikosoa uh -huh, serikali kidogo, watu wanapotezwa, wanatekwa. Pia tulikuwa tunataka tume uhuru ya uchaguzi mm. Tulikuwa tunataka ni tume uhuru ya uchaguzi kuwa na mabadiliko katika katiba, tupate katiba mpya. Ndiyo, na, na, na, na na unafikiri njia ile mliyoitumia ya kuingia barabarani uh, na uharibifu ukashuhudiwa, ilikuwa ni ni, ni, ni njia sahihi? Uh, mwanzo watu walikuwa wanaandamana tu vizuri kudai hivyo vitu, lakini baadaye polisi walianza kuwamiminialisesi wananchi vijana wa Gen Z o so, vijana hapo ndo alipopata hasira na kuanza kufanya uharibifu kwa baadhi ya miundombinu ya serikali pamoja na watu wengine. Ndio nikielekea kwako bwana James. Uh, katika hotuba ya rais uh, jana wakati anaapishwa uh, alilaani kwanza vitendo hivyo akivitaja kwamba ni uhalifu na ambavyo si vya kizalendo. Uh, nyinyi kama vijana mmepokeaje kauli hii uh, kauli hiyo bado hatujaipokea vizuri, maana inaonyesha bado dunia na Watanzania wote hawajawekwa wazi kuhusiana na kilichotokea. Kuna vifo, kuna waliojeruhiwa, lakini spichi ya mkuu wa mkoa anasema hakuna mwananchi hata mmoja ambaye ameuawa ko nilitegemea labda Madam President jana ile angetufariji kwa Watanzania walioumia, waliouawa, aka- akatupa labda ma, labda mapendekezo au faraja, kwamba ni nini serikali sasa inafanya ili kurudisha amani yetu ambayo tumeizoea kwa siku zote. Mpaka sasa hakuna sheria yoyote wala usawa kwa upande wa hawa waliojeruhiwa, kwa upande wa hawa walioumizwa ni kama hakijatokea kitu hivi ndio. Kwa hiyo Bwana James, lakini u, u, vile vile Rais Samia alitoa wito wa umoja na amani, e, pamoja na kufanyika e, mazungumzo ili kudumisha utulivu na amani nchini Tanzania. E, unadhani vijana wako tayari kuzingatia wito huu? Bwana James. Uh, yani, kwa sasa kama Gen Z tunauona uajibikaji kwa upande wa serikali ni mdogo, maana tumekuwa tukiona hata wao viongozi wa juu wa serikali wanakutana wanapojaribu kufanya maridhiano, alafu mwisho wa siku hawatekelezi wa waliahidi kuturekebishia katiba yetu uwajibikaji wa serikali, uhuru wa haki za wanaharakati, uchaguzi huru, lakini hatu, hatuoni hayo. Tunaona tu jina ndo limebadilishwa kuwa tume huru ya uchaguzi, lakini likija kwenye uwajibikaji hakuna chochote kinachofanyika. ko sisi kama Gen Z bado hatujaona tofauti, na kuongea kwenye vitendo bado hatujaona. Ndio. Nikielekea kwako Debora, uh, kama ulivyomsikia hapo James, unafikiri sasa, uh, katika utawala huu wa miaka mitano ya Rais Samia ataweza uh, kweli kuzingatia malalamiko haya ya vijana au uh, ndio tuseme kwamba yametupwa kapuni? ja, hapo tunaona kama yametupwa kapuni kwa sababu tumeanza kulalamika toka kipindi miaka mitano alokuwepo madarakani, lakini hamna mabadiliko yoyote yanayotokea watu wanatekwa, wanapotezwa, lakini hamna chochote anachoongea wala anachosema. Ko, sidhani kama maongezi yatasaidia ya, ya kwa sababu watu wameshafanya sana maongezi na bado hamna kitendo chochote kinachofanyika ndio. Na vijana mmejaribu kuingia barabarani, lakini yameshuhudiwa yaliyotokea. Je, mna njia nyingine yoyote ya kuweza kuishinikiza serikali kusikiliza malalamiko yenu? Nadhani kwa sasa tutazika wenzetu kwanza walofariki, tutaweka risaa, then tutaangalia tena mipango mingine mipya ya kurudi kushinikiza serikali itupe katiba mpya na vitu vingine. Mm, kwa kutumia njia gani, tukikaa upya tutaweza kupanga tena, kama tutarudi tena na maandamano ya amani au tutaangalia pia mbinu nyingine ambayo tunaweza kutumia. Ndio uh, nitarejea kwenu, lakini nielekee upande wa pili wa studio kwa kwake Amina Abubakar uh, je, wasikilizaji na wafuatiliaji wana maoni gani kuhusiana na hili? maoni ni mengi Bakari. Kuna mmoja hapa ameandika anasema, haya ndio mambo waliokuwa wakiadai hawa jinzi kule nchini Tanzania. Moja, uhuru wa watu kuishi. Pili, anasema utekaji ukomeshi nchini Tanzania. Tatu, watu zaidi ya elfu mbili waliopotea warudishwe. Nne, wafungwa wa kisiasa waachiwe. Utoroshaji wa rasilimali zetu kwenda uharabuni ukome, hiyo ni tano. Sita, anasema rushwa ikome, hasa familia za wachache kujilimbikizia mali. Saba, uhuru wa maoni. Nane, katiba. Tisa, haki anasema lakini haya yote bado ni changamoto. Mwingine anasema serikali hii haijali chochote kuhusu raia wake. Wengine hapa wanasema kwamba haya ndio madhaifu ya viongozi wetu. Sasa ni kwa nini hawataki kusikiliza vilio vya vijana mpaka kufikia hali hii ya watu kufa? Hii sijaipenda kabisa, rais Samia ni lazima ajitafakari sana. Mwingine hapa anasema jinsi, tunacheza ngoma tusiojua mpigaji wake ni nani. Hapa ametuachia tutafakari wenyewe anachomaanisha eh, Bakari na mwingine hapa anauliza, je, wanapanga kufanya nini baada ya vilio vyao kutosikika ama matakwa yao kutosikika kuto, e, na, na, na serikali. Nadhani hilo ndo swali la mwisho ulilouliza kijana hapo, na kidogo amejibu, akasema kwamba wata, wa, wa, watajipanga. mm. E, lakini ni kirejelea kwako, James Uh, kufikia sasa hamjasema ikiwa uh, kuna chama chochote kile ambacho nyinyi mnakiunga mkono uh, lakini mnaonyesha upinzani wenu kwa waliopo madarakani. Tuseme mazungumzo ya kusaka maridhiano yakianza, nyinyi mtakuwa mnawakilishwa na nani? Kwa mpaka sasa tunakosa wawakilishi wetu kama wananchi wa kawaida, maana viongozi ambao tunakuwa tunawataka kutokana na sera zilizopo za uchaguzi zinakuwa zinawaengua kwa sababu ambazo hazina mashiko. Ndio maana tunachagua njia ya maandamano ili tufikishe ujumbe wetu kwa hawa viongozi wetu. Tunataka tuwe na tume huru ya uchaguzi, ili tukimchagua kiongozi tunayemwamini akatuwakilishe huko kwenye ngazi husika. Kwa, kwa sasa hivi sisi kama vijana bado hatuna wawakilishi, maana viongozi ambao wa wamechaguliwa ni wale ambao serikali ina manufaa nao. Kwa sisi kama vijana, tunapambana ili kuona namna gani tunatoka tena barabarani kufikisha ujumbe wetu, ili waweze kufanyia kazi. Ndio. Kwa hiyo wewe, mtazamo wako ni kwamba ijapokuwa madhara haya yameshuhudiwa wakati wa maandamano hayo yaliyopita, bado mnaona kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kurudi barabarani? Hakuna njia nyingine, maana mpaka sasa hakuna wajibikaji wa serikali, hakuna taarifa ya uwazi, hakuna hatua iliyochukuliwa. Tunaona bado tunayo nafasi tena ya kurudi barabarani kupeleka ujumbe wetu kwa hawa viongozi wetu. Ndio, niwape uh, ni, ni, ni, ni swali la mwisho ambalo nitapenda nyote muweze kulijibu. Eh, nianze na wewe Debora. Uh, ujumbe wako kwa viongozi waliopo madarakani ni upi? Ujumbe wow, wangu mimi, naomba watusikilize, watusikilize. Tunachohitaji tupate tume huru ya uchaguzi, wafanye mabadiliko ya katiba, ili kila mtu awe huru, tuwe huru pia kuongea, yaani tuwe huru kama ni ukosoaji, tunakosoa serikali wanapokosea, watusikilize, sio wanapoteza watu wanaokosea serikali watusikilize kwenye hayo mahitaji yote tunayohitaji. Wakisikiliza na kutendea kazi haya, mengine yote hayatotokea, ila kwa sababu hawatendei kazi, maana haya mengine yanatokea. Na kama sasa hivi mauaji yametokea, watu wamekufa, tumeshuhudia, lakini mpaka sasa hivi hamna taarifa yoyote tuliopokea kuhusu watu waliofariki. Mkienda mochwari, wapi mdiupeleka maiti, mara msizione. Kwa hiyo watusikilize sisi vijana Ndiyo. na James, ujumbe wako kwa viongozi ah, serikali itusikilize sisi vijana, tusikilize sisi wananchi wake. Sisi ni taifa ambalo tunatawaliwa na katiba na sheria. Kila mwananchi ana haki ya kuishi, kila mwananchi ana haki ya kushiriki shughuli za kisiasa. Sasa inapofikia mahali mwananchi akitoa maoni yake yanahofia usalama wa maisha yake, kidogo inakuwa inatutatiza. Wa, waweke haki sawa, iwe upande wa, wa watawala au upande huu ambao hawana chama au hata hawa upande wa, wa upinzani. Kila mtu atoe, ili mradi havunji sheria za nchi, tuishi kwa kutawaliwa na, na sheria na katiba ya nchi yetu. Shukran sana James na Debora kwa kushiriki mjadala wetu leo, ambapo tulikuwa tunaangazia hayo malalamiko ya vijana walioandamana huko nchini Tanzania. Shukran nami na Abubakar kwa maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. E, tunakomea hapa kwa sasa na tunakamilisha mjadala wetu, lakini matangazo yetu bado yanaendelea.